Shalom shalom eh, sasa watu wamekuwa wakishangaa eh, lugha za malaika, lugha ambazo mitume waliweza kuongea katika kitabu cha Matendo ya Mitume mbili eh, male Matendo ya Mitume mbili wakati mitume walishukiwa na Roho Mtakatifu walinena lugha gani? Nataka nisome kitabu cha Matendo ya Mitume mbili niweze kuangalia na kuonyesha ni kwa nini ama walinena lugha gani? Matendo mbili mstari wa kwanza inasema: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka biguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi Kukatokea dimi zilizogawanyika kama dimi za moto uliowakalia kila mmoja. Kutokea dimi ambazo z... zilizogawanyika e, kama dimi za moto katika mitume wote. I think ni mitume e, kumi na moja, sababu Judas alikuwa amesha amesha kufa, tume kumi na moja sijui kama ule wa kumi na mbili sababu walichagua mwingine wa kumi wa kufikisha kumi na mbili, kama alikuwa lakini, acha sema ni hao kumi na moja kwanza. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. kwa hivyo, walinena kwa lugha nyingine. Haisemi walisema kwa lugha ya wanadamu, ilisema walisema kwa lugha nyingine kwa wow, hivyo wao lugha waliokuwa wanaongea kawaida kama Roho hajawashukia, hawakunena lugha hiyo, walinena kwa lugha nyingine. Wao walikuwa Waebrania, lakini hawakunena Kiibrania, walinena kwa lugha nyingine, kwa sababu hivyo ndivyo andiko linalosema. Natumai hapo sijaongeza kachubali wala wa loiko. Tuendelee tusikie. Na walikuwa hapo Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua watu wa kila taifa chini ya, chini ya mbingu huko Yerusalemu. Wakati hao wananena kwa lugha nyingine isiyokuwa ya Kiyahudi, ilio isiyokuwa lugha yao wenyewe, kulikuwako watu wayahudi eh, eh, walikuwako Yerusalemu wa Yahudi. Kulikuwa na wayahudi wakikaa watu wataua, wakikaa watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Kulikuwa na wayahudi na watu wa kila taifa chini ya mbingu watu wa kila taifa ni wale waliokuwa pale, tutawasoma tutasikia. Basi na ukumbuke ya kwamba hao walikuwa mitume kumi na mmoja ndio walioshukiwa na Roho Mtakatifu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Hey, wakati walipokusanyika hawa, kumbuka, mitume wananena kwa lugha nyingine, sio lugha yao wenyewe. Wao lugha yao wenyewe ni Wayahudi, la lakini wao wananena kwa lugha nyingine, lakini mataifa, watu hawa wote, makutano wakawa wanasikia wanasema kwa lugha yao wenyewe. Hey, kila mtu kila mtu kila mtu anamsikia anasema kwa lugha yake mwenyewe. Wacha hey, tuendelee tusikie. Wakashangaa wote wakastaajabu, wakiambiana tazama, hawa wote wasemao wo si wa Galilaya? Hawa wote wanaosema kwa lugha hii ambao ni ya lugha nyingine bali ni lugha gani? Bali si lugha yao wenyewe hey. Si lugha yao wenyewe, ni lugha nyingine, si wa Galilaya. Wakasema wa Galilaya, lakini hawasemi lugha yao wenyewe wanaongea lugha gani? Wacha tusikie, kwa sababu watu husema utafsiri vile wanavyotaka, lakini mimi nitasema kulingana vile inavyofaa. Imekuaje basi sisi tukisikia eh, imekuaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Kwa hivyo wale waliokuwa pale kabila, kila kabila kila lugha chini ya bingu, kila mtu anasikia kwa lugha yake mwenyewe. Sasa, so, so, so, ni je, ni lugha ngapi? Ni kabila ngapi zilizokuwa pale? Mitume ni kumi na wawili na kila mtu anaongea eh, kwa lugha nyingine wana hiyo lugha nyingine, eh, wana, lugha nyingine ni gani? Mitume ni kumi na wawili mpaka mpaka na hao wote, hizi lugha zote wanasikia, kila mtu lugha yake mwenyewe, wanajiuliza. Mstari wa tisa nasema Waparthi na Wamendi. Kwa hivyo kulikuwa na Wapardhi na Wamendi, hao ni wawili. Waalemani hao ni watatu. nao wakawa Wamesopotamia waine na wanako Wamesopotamia ni wanne. Uyahudi hao ni watano na Kapadokia hao ni wa sita. Ponto, Waponto ni wa saba na Asia hao ni wanane. Frigia ni wa tisa na pamfulia ni wa kumi. Misri ni, ni kumi na moja, na pade za Libya na watu wa Libya pia ni kumi na tatu, kumi na tatu, e, kumi na tatu. E, Libya karibu na Kirene na wageni watakao Urumi kumi na nne. Wayahudi na waongofu huvu na Wayahudi na waongofu wote walikuwa wana nini? Haya, sasa ni kumi na nne. Haya, mstari wa kumi na moja Wakrete kumi na tano na Waarabu kumi na sita. Kwa hivyo watu kumi na sita kabila kumi na sita kumi na sita kama nimehesabu vizuri ni kumi na sita. Walisikia watu kumi na moja wakiongea kwa lugha yao wenyewe. sasa walishangaa kama vile watu wanastaajabu wanashindwa, inakuwa namna gani? Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Kwa hivyo tunaona walishangaa, wakashindwa, hawa watu wanawezaje kuongea kwa lugha zetu wenyewe, ikiwa wao wenyewe e, ni, wa, ni wa Galilaya, maana yake ni Wayahudi, lakini wanaongea kwa lugha zetu, wakirene wa Roma Ha? Ponto, wa Libya, wa Misri, kila mtu anamsikia anawasikia kwa lugha yao mwenyewe. Misri anasikia na Kiarabu, na Kimisri, eh? Mwarabu anasikia na Kiarabu, Mlibia anasikia na Kilibia, Mesopotamia anasikia na Kisopotamia, Mwerami, Mbarhi wote wa wa Media, mpaka wa Medi wote wanasikia kwa lugha yao wenyewe. Sasa hapo ndipo waliposhangaa. Una hata saa hii unaweza kujiuliza swali. Watu kumi na moja kwa akili tu ya kukula gedheli, kwa akili ya kawaida watu kumi na moja wanawezaji kuongea lugha za watu kumi na sita unifie, unoria, un e, sasa si hiyo ni tisho, hiyo ni tisho, ni tisho, ni tisho. Ama walikuwa zaidi ya kumi na mitume kumi na wawili? Wacha nitaangalia andiko kama walikuwa hao kumi na kumi na wawili Ahama, walikuwa zaidi ya kumi na mbili, ndipo wakaweza kusema kila mtu lugha kwa hivyo. Hapa inaonyeshana ya kwamba walinena kwa lugha nyingine, ambao lugha hiyo direct kwa, uh, kwa masikia ya wale waliokuwa wanasikia, ikawa ikifika kwao inanena, inakuja, inanena, inakuja inanena, inakuja inanena kila mtu lugha yake. Kule wananena lugha ya nyingine, ambao sasa hatujaambia ni lugha ya roho, ni lugha ya malaika, kwa sababu malaika ndio roho lakini hapo lazima mtu ajifundisha kama malaika ni nani, kwa roho alivyowezesha. E, ni lugha za Roho, ni lugha za malaika, lugha za mbinguni. Wakanena hizo lugha. Sasa katika hizo lugha eh, sasa nani anajua ni lugha gani? E, nani anajua ni lugha gani? E, unawezaje kupinga? Sio sababu tushaiona watu wakiongea kwa lugha nyingine lugha nyingine ambayo ni lugha ya roho lugha ya roho tunasikia ni lugha ya malaika. Hebu niangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ni Wakorintho wa kwanza kama sijakosea e, kumi na tatu yake ya kwanza inasema: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Kwa hiyo Paulo hapa anasema ya kwamba kuna roho Shaul anasema kuna, kuna lugha ya malaika kuna lugha za wanadamu na kuna lugha za, za wanadamu na kuna lugha za malaika. Kwa hivyo kama kuna lugha za wanadamu, hiyo ni lugha za wanadamu, Kikuyu, Kiparthi, Kimedia, Kirumi, Kijaruo, eh, Kimeru, lugha zote za wanadamu hizo, lakini Wana wale mitume hawakunena katika lugha zao wenyewe bali nena katika lugha nyingine. Haijaambiwa ni lugha gani. Wale waliokuwa hapo wa wanasema walikuwasikia kila mtu akisema kwa lugha yake, na mimi nikaweka swali, waliwezaje kuongea lugha kumi na wali, wali lugha, sita wakiwa watu kumi na moja, mitume kumi na mawili ama kumi na moja? Eh, sasa tunaona kuna lugha za malaika. Kwa hivyo walinena lugha malaika, ni roho ndio e, waliteremisha roho ndio humimina roho ndio hubeba roho wayawe wanaiteremisha duniani, na tunaona ya kwamba tu walinena lugha za malaika. Kwa sababu walinena lugha za kiroho, na roho ndio aliwezesha kunena lugha ile na hakuwawezesha kunena lugha za wanadamu, na lugha za malaika lugha za malaika ndizo ndizo lugha za malaika. Eh, wacha niendelee, baadaye. Ndio nasema e, wale mitume kumi na mbili ndio waliokuwa pale wakati Roho wanaposhuka. Hiyi e, ni katika kitabu cha Matendo moja mstari wa pili hata siku ile alipochukuliwa juu alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua. Kwa ni wale mitume 12. Eh, mstari wa 4 ina inasema hata alipokuwa amekutana, alipo, alipo amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu bali waigoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake. Kwa hivyo aliwaambia wagoje ahadi ya Baba waliosikia habari zake ambayo ni habari ya Roho Mtakatifu. Yakobo Yohana alibatiza kwa maji baadi ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hivyo e, ni mitume kumi na wawili. Kwa hivyo wakati mitume kumi na wawili wanapokuwa wana, wanaongea kwa lugha nyingine ambazo ni roho lugha za malaika, katika lugha hizo ndipo e, wale wakaisikia kila mtu kwa lugha yake. Kwa hivyo yave basi, sababu hakukuwa na watu wengine wa kutafsiri lugha. Ilibidi kuwe na e, yale atafsiri katika masikio yako, yao, direct kila mmoja kwa lugha yake mwenyewe na hata wale husikia lugha, lugha e, kuna mmoja anasikia lugha, aliniambiaga yeye aliendaga mahali, mara ya kwanza anapokuwa anaanzia kusikia lugha, alikuwa e, anasikia mtu anaongea kwa lugha lakini anasikia kama ni Kikuyu anaongea kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Kwa hivyo kila mtu lugha yake, hiyo ya roho husaidia, inatafsirika katika masikio yake moja kwa moja, anasikia ule akiongea lugha ile, lakini wakati anapo, inapomfikia anasikia tafsiri moja kwa moja. Kwa hivyo Paulo anasema hivi kwa wa kwanza 12 e, mstari wa kwanza inasema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho, staki mkose kufahamu. Kwa hivyo kuna karama za roho e, ambazo ndizo hizo kuongea kwa lugha. Mstari wa tatu kwa hiyo na waalifu ya kwamba hakuna mtu ananaye katika roho wa yawe asema kusema Yashua amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yashua Yashua ni Yawe isipokuwa katika Roho Mtakatifu.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 Ukishapewa kutafsiri basi, unasikia zile lugha za malaika, unaweza kustafsiri eh. Hakuna vile tunaweza kunenewa eh, malaika ashuke atunenee lugha kichai, atunenee kichaina na sisi ni wa kikuu pale, kwa sababu kichaina ni lugha ya wanadamu eh, inahitaji kama ni wa kikuyu anene kwa kikuyu, kama ni wajaruo tupu anene kwa kijaruo, lakini kama ni lugha za malaika kama atanena kwa malaika, lazima kuwe na mtafsiri. Kwa hivyo mitume hawakunena katika lugha ya wanadamu, wanena lugha nyingine, ambayo lugha hiyo nyingine ni lugha ya Roho kwa sababu Roho ndiye aliyewakalia, ambayo Paulo anatabia ni lugha za malaika, maana yake lugha ya binguni ambayo inaweza kuwa kuwa yeyote ambayo tunaisikia, sababu hakuna mtu ako na udhibitisho ya kwamba ile ambayo inaonenwa eh, sio hiyo. Kuna watu husema ribabuna, ribabuna, kama hii bimbo ambayo inao trade. E, trade ya nganga wa kafari e, na nyingine nyingine ya Kiswahili e, so hiyo lugha hizo e, na kuna zingine nyingi tu watu hunena, hata wa masihi hunena, wa Kristo hunena, wa kolino hunena kwa lugha hizo za malaika, na hakuna mtu anaweza kuquestion aseme sio hizo e, ni hizo. So si lugha za, hakuna mtu anafaa kukon ama kutumia lugha ya malaika akikoni, watu labda ikuwe ni mambo mengine ambayo haistahili, lakini watu E, wanadamu ni wenye dhambi, wanadamu wana mambo zao, saa zingine wao wanadamu, e, wanaweza kubuni jambo lolote, mtu wa, anaweza kusema kama lugha, lakini kumbe hakuna roho, lugha hizo lugha za malaika. Na katika hizo lugha za malaika kuna mara mbili, kuna zenye ujumbe kuna zinye ambazo mtu huomba kwa nafsi yake mwenyewe, kwa nafsi yake mwenyewe anaitia nguvu. Ningesema hiyo maandiko, lakini wacha nifikishe pale e, barikiwe.